Kwa uwepo wako umelifanya hili jambo limekuwa zuri zaidi, limekuwa kubwa zaidi, na huu ushirikiano ni sifa yako. Tumekuona kwenye matukio kadha wa kadha ambayo umekuwa ukishiriki, na si tunakupongeza na si tunakuunga mkono hii tasnia ya yote hapa iko nyuma yako. Sisi wote tupo kwenye michezo tupo kwenye habari, na wewe ni kiongozi wetu. Kwa hiyo tunakupongeza kwa ukaribu, endelea kuwa na sisi muda wote. Yako mambo ambayo utatuelekeza, na yako mambo ambayo unaweza ukajifunza kutokana na hii jamii, ili uende kutuongoza vizuri. Binafsi yangu nipende kushukuru sana. Nashukuru pia waandishi wa habari na kiongozi wao hapa kocha. Wewe sasa ni meneja au kocha? Ni kocha. Ah, kocha. Meneja yuko hapo. Wewe nani? Ni meneja niko hapa. Meneja, sasa utatu. Meneja yuko hapa. Wana haba sina isibati. Tuendelee, tuendelee. Shime Msigwa, achekea rohoni jambo la meneja kwa isibati, cheka tu kwa sauti. Cheka tumboni. Tunakushukuru sana. Timu ya waandishi kwa kweli, wanamshukuru kwa kufungwa au timu ya waandishi, timu imeimprove sana. Mimi sasa huyo, kwa kwa ilikotokea, jinsi mheshimiwa waandishi e, e, leo 2 mona mbili moja kwa e. Kweli tunawashukuru, tunawapongeza timu imekuwa na quality, imeimprove vizuri. Nafikiri ni leadership ya ya timu kuwa na kocha na meneja, vitu yeah, viwili vinaleta vinaleta improvement kwa hiyo nakupongeza pia hapa meneja hapa, nikaongeza tatu tu aliwewe unaanza kuona ah, basi basi lakini zaidi zaidi ya hapo uh, sasa sijui so, ni tu, mkenge. Sitaki damu ni utie. Lakini makocha tupo. Ni timu lakini na katibu niambiwa kocha. Watu au katibu ndio, tuma kwenye namba yangu Yeah, <laughs> uh, yeah. Sikutakuwa kuna zawadi ya wa wachezaji pia ambao wamecheza na wamenani, itakuwa shilingi milioni tatu. Ajili kwenye mfuko wa nani? Kwenye mfuko wa, wa, wa timu yenu. Kwenye mfuko wa timu yenu kama utaendelea kudumisha mfuko wa timu inaweza kama kitu kwa viongozi, lakini pia kwenye mechi yetu wale kwa kuna jezi za okay, hizo ni za adieni, lakini pia kuna mipira mitatu, yeah, tutawakabidhi pia letu chicha, tutawakabidhi mipira, iko hapo tayari, utawapa mipira kwa ajili ya timu hii, timu isife, iendelee, iendele na milioni tatu, ikadumishe mfuko. Mfuko. <coughs> ah. <tatu> mfuko. <manyantika> <manyantika> <manyantika> mfuko wa timu kidogo, na katibu ni wako na na, mimi mtu wa niongee kwa kwa niaba He na waandishi na <laughs> sasa hivi niko very serious eh. Katibu, zamani uh, waandishi walikuwa na michuano yao hmm. E, NSSF walikuwa na dhamini hmm. Na uliwahi na kucheza, uliwahi kucheza nakumbuka ya yeah. Kwa hiyo kama itakupendeza, na wewe unajuana, una connection na makampuni mbalimbali hata e, ndugu zetu, basi kwa kuna michuano ya waandishi wa habari kila mwaka media tofauti ya na wao wawe wanaburudika, wengi ni vijana hapa wa kuikuta hiyo michuano. Kuna mambo yalitokea tokea mambo yakawa sio, lakini sasa hivi naona kama mambo yamerudi vizuri. Kama inawezekana, kila mwaka kuwe kuna michuano tena ya media tofauti, na iwepo hata timu ya online, wenyewe watajijua digital na whatever. Hilo ndo ombi langu kwako, sawa? ya uzuri, sijui ni uzuri wa hii timu. Wakati mwingine kocha unakuwa katibu mkuu wa timu, unakuwa CEO, msemaji. Kwa hiyo hapa ni, ni kocha mkuu lakini wakati huo, sasa hivi hapa nimepewa jukumu la kuwa msemaji. Kwanza sisi tunashukuru kwa mambo makuu matatu, la kwanza kabisa ni ku kukumbukwa kwenye matukio ya mtindo huu. Ukiona mtu anataka kucheza mechi yake alafu anakumbuka kuna timu inaitwa wanahabari, maana yake anaamini atapata, atapata ushindani kutoka kwenye hiyo timu. Na ndicho kitu ambacho tumekionyesha eh, ushindani ulikuwa mkubwa. Uh, tumecheza wenyewe wanahabari lakini bado tumeonesha uwezo mkubwa dhidi ya timu ambayo ilikuwa inajumuisha hadi wachezaji wa Hilali ya Sudani, tumewaona eh. Kwa hiyo mchanganyiko ulikuwa ulikuwa wa tofauti kidogo na sisi. Kwa hiyo hilo lilikuwa la kwanza, lakini la pili tushukuru kwa namna ambavyo eh, wapinzani wetu eh, eh, licha ya kuonyesha ushindani mkubwa <tabu> lakini mwisho wameamua kutuzawadia e, kiasi ambacho kwa mujibu wa e, meneja wa timu pale kwa ushauri wake amesema tukanunue jezi za quality nzuri, e, jezi za quality nzuri, ambazo zitatusaidia kwenye michezo e ijayo. Jambo la mwisho e, ni mshukuru na kumpongeza kipekee ndugu yetu brada yetu Edo Kumwembe, ameondoka hapa ameshamaliza na vitu vyake vingine sasa hivi e, kwa kitu ambacho amekizungumza mbele ya mheshimiwa katibu mkuu Unajua, kuna vitu ukipata nafasi kama hii ukizungumza, vinatoboa moja kwa moja. Na mimi nataka niwekee mkazo hapo kama wanahabari e, kutokana na kazi zetu tunahitaji sana nafasi ya kushiriki kwenye i, i, mashindano mbalimbali, lakini ugumu unakuja ni capacity yetu kwenye kushiriki hayo mashindano. Kuna wakati e, kupata vifaa kwa maana ya jezi nzuri, mipira kwa ajili ya kufanyia mazoezi na nini inakuwa inakuwa changamoto. Leo tumepewa mipira hapa, lakini tunahitaji usaidizi tunahitaji kushikwa mkono na wakubwa nyie, mtusaidie ili tuendelee, tunavyofanya zile kazi zetu, basi tukipata wakati wa kurefresh, kucheza michezo hii ambayo mara nyingi, unajua hapa ni waandishi wa habari za michezo, lakini niseme tu ukweli, asilimia tisini na zaidi ya michezo michezo ambayo tunaripoti ina relationship na football, kwa hiyo twende huko sisi tunataka tuwe pia tunapata wakati wa kucheza hiyo football pamoja na michezo mingine ambayo e, itakuwa ina, ina mahusiano na hiyo football pamoja na michezo kwa ujumla, ili sasa tufikie hapo ambapo tunatamani kufika kama wanahabari, lakini pia kama wadau wa michezo kwa ujumla. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa, ili alilozungumza Edo japo ameondoka libebe, na tunaamini una uwezo wa kulizungumzia hata hapa hapa, tukapata majibu ya tuandae Fibati Cup. Eh, tucheze. <laughs> Tunakushukuru sana kwa kuwepo japo ukucheza timu yetu, lakini tuliambiwa kwamba ulihitaji kucheza kwetu <laughs> e, kuna mtu akasema katibu amechoka akija <laughs> <laughs> Hapana, sio <laughs> mimi ko asante sana, asante sana injinia. Umekuwa umekuwa pamoja na sisi kwenye matukio mengi haya, na tunaamini utaendelea kuwa pamoja na sisi kama wanahabari na hatuna shaka. <coughs> asante sana, asante sana <coughs> na washukuru sana na karibu sana katibu kwa ajili ya kujibia yale ambayo tumezungumza na yako binafsi. Asante. Makofi ni muhimu basi. Na mimi, na mimi kwa kifupi sana nawashukuru, nakushukuru sana injinia. Uh, ongera sana kwa yote leo, umetukusanya hapa, tumekuwa na wewe na tumefanya uh, jambo ambalo mimi nalipenda sana. Mimi napenda sana kucheza. Yaani, ukiondoa kazi napenda sana michezo, kwa hiyo nimefurahi sana kuwa hapa. Uh, na ongereni sana tuendelee kufanya hivi. Uh, nikianza niliyoambiwa la kwanza, na mimi wiki ijayo nitawachangia waandishi wa habari wenzangu milioni tatu, hii timu ya waandishi wa habari <laughs> mtajua nyinyi mnakwenda kufanya nini? <laughs> lakini nataka niwatangazie ofa nyingine. <laughs> Okay, tunakamilisha shamba la bibi unatengeneza uwanja mzuri utakuwa na pitch nzuri yenye shock pad ni nyasi bandia lakini zenye kiwango cha juu cha FIFA na waandishi wa habari tutakwenda kuzindua kwa bonanza no! kwa si kwa imeisha, Aha, tutakuja kuzindua nita, tuta, kabla ya kwanza kutumika uwanja tutaanza sisi sasa tengenezeni hiyo siku bonanza wanaanza nani na nani na nani na nani na hiyo kazi nitawaachia nita, nita nyie mwende mkaratibu <laughs> mtatuletea proposal timu, siku hiyo zitakuwaje, tunakaa hapo siku hiyo, asikuanzia asubuhi mkitaka mpaka ubwabwa tutapiga hapo. Lakini edo kaongea jambo moja muhimu sana juu ya kurejesha yale mashindano ya vyombo vya habari, basi naomba nilichukue, tutatafuta wadau, ikishindikana basi tutazungumza na BMT tuone tunafanyaje, kwa sababu ni jambo muhimu, hatuwezi tukawa tunafanya na nyie kazi siku zote. Alafu nyingine ni wana michezo, na mimi leo nimefurahi, nimeona wachezaji. Nilikuja pale, nilikuwa nafanya uchunguzi, hao wanaocheza ni waandishi wa habari, nimeambiwa ni waandishi wa habari. Kwa hiyo mimi nimefurahi, kwa sababu hata mimi nikiwa mwandishi wa habari nimekuwa nacheza siku zote, wakati ule mashindano yanadhaminiwa na NSSF, mimi nimecheza misimu mitatu na nilikuwa natokea Songea. Hebu fikiria, unatoka mkoa na unakuja kucheza Dar es Salaam. Kwa hiyo najua ile experience ilikuwa nzuri sana. Kwa hiyo tutazungumza tuone namna gani tunarejesha. Mimi niwaahidi e, msimu huu hautapita tutakuwa tume, tumefanya hayo mashindano na inshallah, uh, wadhamini tutawapata waandishi, yeah. <laughs> wa habari huo hawapigi wa wa makofi, lakini otherwise tumemaliza. Mimi nawashukuru nawapongeza sana leo, kama ni mbili moja basi, mechi ijayo pengine tutasogea. Mechi ijayo sianzii huu upande mwingine, nitaanzia moja kwa moja kwa waandishi wa habari.